Jaji Mfawidhi Kelvin Mhina amesema hayo wakati wa kilele cha maadhimisho ya Siku ya Sheria mkoani Geita, akielezea kuwa utaratibu huu una lengo la kurahisisha usikilizaji wa mashauri na kuhakikisha kesi zinamalizika kwa haraka. Mhina ameongeza kuwa utoaji wa ushahidi mapema unapunguza ucheleweshaji wa mashauri mahakamani, hali itakayosaidia wananchi kuendelea na shughuli zao za uzalishaji. Kanuni nyingine ni kwenye mashauri ya jinai, kwa sasa mshtakiwa kwenye mashauri ya jinai ana haki ya kujua ushahidi dhidi yake kabla ya kesi kusikilizwa, hivyo anapaswa kupewa maelezo yale ya mashahidi kabla kesi haijaanza kusikilizwa. Lengo ni kurahisisha usikilizaji wa mashauri na kumaliza mashauri haya haraka, ili watu wakaendelea na shughuli zao za uza uzalishaji. Lakini ipo kanuni ya ulinzi wa mashahidi, kuna wakati au kuna mashauri mengine wale mashahidi walikuwa wanaogopa kuja kutoa ushahidi mahakamani kutokana na usalama wao E, kutokana na taarifa sasa zile ambazo watazitoa kwenye ushahidi wao, hiyo e, ilikuwa inafanya mashauri yasiende au yaende kwa kasi ndogo. Sasa kume- kumetungwa kanuni, zinaruhusu mahakama kutoa amri ya kuficha utambuzi wa shahidi ili kulinda usalama wake. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Geita, Martin Shigela, amesema serikali inatambua na kuthamini nafasi ya mahakama katika taifa. Mheshimiwa Jaji Mfawidhi tunatambua na kuthamini nafasi ya mahakama katika taifa letu ikiwa ni muhimili mmoja mmojawapo katika utawala wa sheria, na sisi kwa kweli, na mimi binafsi kama kiongozi wa serikali kwenye mkoa huu nataka nikuhakikishie tu sipati malalamiko ya uendeshaji wa shughuli za kimahakama kwenye mkoa wetu wa Geita, na hii maana yake ni kwamba mnamaliza kwa wakati, swala la ucheleweshaji alipo na limejidhihirisha kwenye taarifa ya mafanikio ya mwaka huu. Lakini la pili, hata zile hukumu ambazo zinatolewa na zenyewe zinapatikana kwa wakati, na leo umetuambia siri na kila kitu kinafanyika kwenye mtandao. Kwa hiyo mtu anakipata kwa wakati na hivyo hawezi kuchelewa, kwa sababu huduma hiyo anaipata. Maendeleo ya Tanzania yasingewezekana bila ya utawala wa sheria na mahakama, iliyo huru, inaahidi kuendelea kuwa mdau mwaminifu mshauri wa kitaalamu kwa serikali na mihimili mingine na mlinda masilahi ya haki na uwajibikaji katika taifa letu. Kwa niaba ya chama cha wanasheria Tanganyika mkoa wa Geita, naomba kutoa pongezi kwa mahakama ya Tanzania kanda ya Geita kwa hatua kubwa ilizozipiga katika maboresho ya mfumo, uwazi na matumizi ya tehamu kutoka Geita, Emmanuel Ibrahim, na hii ni Clouds.